Nikaribishe katika chanei yetu pendwa ya T of Love and Relationship pamoja na spiritual awakening ikiwa uh, ni sehemu ambapo tunakutana kuweza kuzungumzia maswala yanahusu mahusiano, yanahusu mambo ya kiroho na maisha kwa ujumla. Hivyo basi, siku ya leo nimekuandalia mada ambayo inahusu, ambayo tutakwenda kuzungumzia mambo ya kiroho ambapo siku ya leo tumelenga kuzungumzia vitu vitatu. Aa, kitu cha kwanza tutazungumzia kuhusiana na roho, nafsi na mwili. Aa, katika ulimwengu wa roho au katika safari ya kuamka kiroho lazima tuzingatie mambo haya matatu au vitu hivi vitatu maana vyote vinafanya kazi kwa pamoja, na pale endapo kimojawapo kinaposhindwa kufanya kazi, basi matokeo yake hupelekea kushindwa kuamka kiroho au kushindwa kuishi katika malengo na makusudi ya wewe mwenyewe kuwepo katika ulimwengu huu. Moja kwa moja, tukianza kuzungumzia kuhusiana na roho huu ni pati au tunaweza kusema ni nguvu ambayo inaishi ndani ya nafsi, na nguvu hii ni halisi, na lengo la nguvu hii au chanzo hichi kinahitaji kukamilisha misheni fulani. wengine wengine, naweza kutolea mfano, kuna misheni labda ya kusaidia wanadamu wengine, kusaidia asili ya mazingira yaliyoko kuweza kuyabadilisha kwe kuweza kubadilisha mfumo fulani wa maisha ambayo yaliyoko katika ulimwengu wa fizikia, kuweza kuja na nadharia ya kitu kipya ambacho kitarahisisha maisha ya ulimwengu huo. Hivyo tunaweza kusema ni ro. Lakini tukienda kwenye pati nyingine, ni nafsi, nasi tunasema hichi ni kisaidizi cha roho au tunaweza kusema ni kinasa sauti au tunaweza kusema ni kinasa mawimbe. Ni kifaa ambacho kinatumika kuweza kunasa masafa au kunasa masafa ambayo ni nguvu ambayo inayozalishwa na roho zetu. Kwa nafsi, kazi yake ni kupokea ujumbe kutoka masafa tofauti tofauti ya roho kuwa roho sasa hivi inahitaji kitu fulani, roho sasa hivi inahitaji kitu hichi, roho sasa hivi inahitaji nifanye hichi na hichi na hichi na hichi, na ndo nafsi inahusika na, na hivyo. Lakini tunapozungumzia kuhusiana na mwili, sasa mwili tunaweza kusema huyu ni mfanyakazi ambaye yeye huwa mahususi kuhakikisha basi kile kazi au lelengo ambalo yale masafa ambayo nafsi imeyanasa basi mwili kazi yake ni kuyatekeleza au kuyaridhisha, kuyaleza katika ulimwengu wa fizikia kuweza kuwa halisi kuweza kuonekana na kuweza kukamilisha mission. Kumbuka jambo moja, siku zote roho inakuja ulimwengu kwa ajili ya kufanya kusudi fulani, ili kusaidia ulimwengu wafizikia na kuweza kupata experience ya maisha fulani na kujifunza kitu fulani, lakini haiwezi kukamilisha mambo yote hayo endapo kifaa chake cha kutafaa mawimbi ili kuweza kupata kile ambacho inachokihitaji kitakushindwa kufanya kazi, na hapa ndipo tunapoenda kukuta ya kwamba mwili unazidiwa, unazidiwa na nguvu za nafsi nyingine na kutamani kufanya mission za watu wengine, kutamani kufanya kazi za watu wengine, na hapa ndipo huweza kusababisha roho kukosa nafasi, au tunaweza kusema giza linaingia kwenye nafsi, na giza linapoingia kwenye nafsi ndipo tunapoweza kukosa mwangaza, na sio kwamba giza laingia, ni kwamba tuna ziruhusu nafsi zetu kunasa mawimbi ya roho nyingine, au ya makusudio ya roho nyingine ambazo zinazunguka hapa duniani kwa lengo la kukamilisha misheni zao. Lakini kwa bahati mbaya, zinakuwa roho hizo hazina zimekosa ki chombo cha kutransfer au kunasa mawimbi yake. Kwa hiyo basi, kina roho hizo zinafanya kazi maalum kwa ajili ya kuhakikisha basi zinateka hichi kinasa mawimbi ambacho ni nafsi, ili kuhakikisha basi inakitumia vyema kuweza kukamilisha misheni zake na malengo yake. Kwa hiyo katika safari yetu ya kiroho, jambo la muhimu kabisa la kuzingatia ni kuhakikisha kwanza tunasafisha nafsi zetu, tunazifanya nafsi zetu zinakuwa safi, ndipo tuweze kuanza mwanzo wa kuamka kiroho. Na tunasafishaje nafsi zetu? Ziko njia nyingi sana za kuweza kusafisha nafsi zetu. Kwa mfano, nitakutajia tu chache. Jambo la kwanza labda, ni tunaweza kufanya tajudi au meditation kuweza kumeditate na kuweza kujitazama ndani yetu, kuweza kugundua kwa hichi ninachokifanya si hicho, kuweza kuachana na mambo ya ulimwengu huu. Takunuku katika kitabu kimoja cha dini ambayo ni Bibilia, anasema ili nafsi iweze kufanya kazi ni lazima ijikane yenyewe, lazima ikubali kufa na kufa na kuzaliwa upya, itimizi kwamba ni kuweza kuoa yaani matendo au ini mitazamo ambayo nafsi zetu zimekuwa ikitazama, imekuwa ikibezi. Kuna mitazamo labda ya utafutaji wa mali, fedha, mambo ya dunia yaliyoko huku, huyu amefanya hichi, huyu amefanya hichi, huzuni, furaha, vyote vinakuwa vimebewa kuna nafsi yetu na kusahau papasi kubwa ya nafsi. Kazi yake ni kunasa tu mawimbi, na ikishanasa mawimbi, ni kuweza kuyatafsiri ya mawimbi katika mwili wa kawaida, na mwili wa kawaida kuyatekeleza. Ah, kwa siku ya leo niishia hapo.